Kwa kwani kiwa ni ushindi wa pili mfululizo baada ya ule dhidi ya Singida Black Stars nyumbani pale pale. Mvua imepigapiga kwa kiwango fulani hivi. Hiki ni kikosi cha Tanzania Prisons ambacho kinaanza leo, mara ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania alianza mlinda lango wa Musa George Mbisa, na hiki ni kikosi cha wageni Coastal Union, Lamek Elias Lawi, mlinzi wa kati chuma kisiki haswa anakosekana katika mchezo huu siku ya leo. Boni yuko pale, mpira kwenye umiliki wa Coastal Union achiwaafriki kila nachesa golikipa Faris Andrew Gama, atariki Abdallah Simba, aliacha wapiga wengine kutaka kuicheza yeye mwenyewe, alikaa kama ushahidi, ile ikaachiwa na Ezekiah Mwashilindi, cheza vizuri sana, igoli kipa Fale Sandro Gama, Tariki Abdallah Simba, mipenyeza pasi kumtafuta Ngassa. Ngassa mpira ule ameucheza, amekwenda nje na inakuwa ni kona. Amebabatizwa mlinzi wa Coastal Union, na alifanikiwa kuucheza Ngassa hata hivyo, ulikwenda kumgusa mlinzi wa Coastal Union. Ezekiah Anderson Mwashilindi, Ezekiah Anderson Mwashilindi amepata somo, likaingia na likakubali. Amani Josia anapiga makofi, anasema ilikuwa ni nzuri. Ezekiah Anderson Mwashilindi, mpira ulidunda chini na kuvuruga hesabu za golikipa kipa Rest well Cleopa David Msuya. Hii ni salamu nyingine kutoka kwa Tanzania Prisons kwa bao zuri la friki. Chanongo amemchukua vizuri, anamwambia hapana, huwezi ukanifedhehesha namna hiyo, akamkamata Dala. Dennis Michael anaweza kushuhudiwa kuwa mchezaji wa kwanza anapewa kadi ama ameonywa Chukua mwamvuli unamvua, inanyesha Mbeya, akaambia hapana, njoo tubaki wote tuloe pamoja, acha mwamvuli uende. Anacheza golikipa Sebusebu, Samson Sebusebu anachagua kucheza na mlinzi wake Jumane Elfadhili ni mkaza. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja wa sisiem kumbukumbu ya Sokoine. Mwamuzi mwinyi mkuu anaomba gozi lile, ni dakika 45 ambazo ubabe umekuwa upande wa Tanzania Prisons wakiutawala mchezo katika asilimia za umiliki. Watarudi na jibu gani kwa swali ambalo wameulizwa katika 45 za kwanza? Tusubiri na kuona hali itakavyokuwa. Uchota mpira ule na umefika Bagayoko, ameiseti kwa Almeida, nania Kikoti anaingiza cross, nafasi a mfuko nzuri sana hii move waliifanya, lakini ameshindwa kuiweka on target. Semfuko Charles Daudi, na imekuwa ni off target tena, ya kwanza Lucas Almeida Kikoti, Miraji Abdallah, Hassan anapambanisha mpira ndani ya box, cheza heda ile, lakini cheza mpira mwingine tena, lakini wanashindwa coast, kwa wamegongana, lakini kinachofanya mpira usimame pamoja na golikipa kulala chini, ingekuwa ligi kuu pengine. Sabianka mefosi mpaka ndani ngiza cross. Ngasa Beno! Kalfan Ngasa anaiandikia bao la pili Tanzania Prisons. Amani Josia anakubali, mpango umefanya kazi. Na panakuwa panogi, gerezani wanapitia wakati mgumu, Coastal Union wanafurahia, mashabiki wa Tanzania Prisons. Baraka Yusufu Abedi amepenyeza, Lukas Kikote anakutwa kwenye offside. Wameweka mpira kwenye kamba, lakini ni offside. Wanatoa mkosi, walau men on target, lakini ni offside. Ni marejeo ya picha hapa, alikuwa kwenye eneo la kuotea anangojea mpira ufike, na line alimakinika alitumbukia nayo kwenye box ya kaseti, cross ile na aku, akuwa na la kufanya Ngassa zaidi ya kuelekeza mpira ule kuelekea wavuni na kabaki anashuhudia. Tufalesd mpira ni mali ya Harub. Coastal Union kwenye umiliki. Harub anatumbukiza mpira ule, cheza mpira ule na anapata bao Coastal Union, wow! Lakini kibendera kiko juu, naambia hiyo ni outside, mpira ulitumbukizwa ule cheza kichwa aliyekwenda kwenda kucheza mpira alitokea ndani, lakini Semfuko alihusika na ile move, ndio imeathiri mchezo huu. Gustafa Simon anauchota mpira ule na umefika chia, mkwaju ule anacheza. Kipa sebusebu amekataa jaribio la Aidan Rasmus Alexander, na bado mali iko ndani ya uwanja wao. Haya, Semfuko Jaribu kutafuta nafasi nyingine ya kuandika bao lakini ameshindikana. Nafasi nyingine tena, oh my goodness, anapoteza nafasi nyingine Mohamed Hussein Adam, katika wakati ambao unashindwa hata kuona nafasi. Alikuwa na option nyingine ya kutoa pasi vipas, lakini kakataa. Haya, nafasi Luke Kikoti anasetile msimu wanapata bao la kufutia machozi katika dakika hizi lakini, je atafanya comeback na kuhakikisha kwamba anapata mabao mawili pengine mpaka ushindi. Setiana nzuri sana hii, aliwaacha simu. Dakika nne zinaongezwa kukamilisha kwa mekewa hii simu akaandika bao dakika 90 zinakamilika, alama tatu zinabaki sisiem. Kumbukumbu ya Sokoine, ni faida kwa Tanzania Prisons, wanafikisha alama 3. Amani Josia ameridhika na kila kitu katika mchezo, wakipiga makofi, ni fair play, ameruhusu bao moja, ulikuwa ni wakati wangu gwa lugano mwaka lobo. Dakika 90 timilifu, Tanzania Prisons 2 Coastal Union moja.